Asante sana kwa kuendelea kubaki na sisi hapa, tunaelezea upcoming mechi, yani mechi ambazo zinakuja, na kwanza kabisa basi tutangazia mechi ambazo zinahusisha timu zetu za hapa nyumbani Simba na Yanga. Yanga wanamkaribisha Al Ahly, game hii inachezwa saa kumi jioni tarehe 31 siku hii ya leo, lakini pia simba anamkaribisha Esperance Tunisia wa Tunisia hawa, lakini game inachezwa siku ya kesho, majira ni saa kumi, ioni. unaionaje gemu hii tukianza na gemu ya Yanga anayemkaribisha Al Ahly hapa nchini? Uh, gemu ngumu sana kwa kwa Yanga mm. Young Africans japo mm. uh, uh, Al Ahly wanajaribu kucheza kuchezaia mm. kama unamejua kuna, kuna mchezaji mmoja wa Al Ahly anaitwa Mohamed Ashour mm. uh, hajaungana na timu kuelekea Zanzibar ya Al Ahly Cairo, na. Hmm. Na hii kidogo imeleta imeleta vichwa vikubwa ama vichwa vingi sana Yanga. Uh, kwa sababu moja Al Ahly ni bingwa wa kihistoria mm. wa CAF Champions League mm. uh, kuna kipindi ambacho miaka mitano ama sita, kama achukui anafika fainali kwenye miaka yote hiyo mitano ama mm. sita, kama ajachukua kombe yuko fainali. Kwa maana hiyo, uh, ni timu ambayo kwanza, uh, ina, ina, ina experience na mashindano haya, lakini pili, uh, ni timu ambayo kwe kwe. No, ina wachezaji wa gharama. Unamzungumza mtu kama Mohamed Al Sharat mchezaji mm. mmoja ana thamani ya bilioni moja pointi tatu Sio thamani, ni mshahara wake hmm. kwa mwezi bili moja pointi tatu inwich. Kwa timu zetu za Afrika, hata Yanga ambaye tunamzungumzia kama ni giant, hamna mchezaji ambaye analipwa uh, na pesa hiyo. Kwa maana hiyo, wana wachezaji wana namna ya kuweza kutufunga ama kuwafunga Yanga popote pale hmm. iwe ni Zanzibar, iwe ni Kairo, iwe ni Dar es Salaam. Kwa hiyo kwanza, nimechezngumu sana kwa, kwa Yanga, lakini pia uh, mimi siamini kwa sababu Al Ahly washakuja Tanzania, washakuja Dar es Salaam na wakapata wak Hmm, nawashai kufungwa pia hmm, na mnyama yeah. He -he. Kwa hiyo sio kwamba ni vitu ambavyo haiwezekani ni kwenye mpira, ila tu kwa uzito, alalikairo ana nafasi kubwa ya kufanya chochote, japo yupo ugenini hmm. Uh, lakini ni ipongeze uh, Yanga dirisha di hili la usajili wamesajili watu ambao uh, wamekuwa ma X factors, kama wachambuzi wanasema ama so, so, wachezaji fulani ambao wanaweka tofauti kama, kama depo hmm. Uh, kimsingi mimi katika kuangalia ma strikers, mimi ni muumini sana ma striker wa aina ya depo strike ambaye mm. uh, kwanza ni bull, ana nguvu, ana kasi mm. mm. aina ile ya striker na na kitu kingine ni mnyumbulifu. Unajua, ukishakuwa mtu tofauti a depu na na, na na na, mtu kama Prince Dube mpumlelo, uh, ni kwamba depu yeye, uh, pamoja na kwamba ana kasi mnyumbulifu, lakini pia ana nguvu anaweza kukubishia, umeona mm, physique yeah, eh, physique kwa vizuri mm. Lakini tofauti na, na na, Dube, Dube ile physique anakosa Umeona mara kadhaa tunamuona kwenye matukio mbalimbali uwanjani, mbali watu wanamtoa tu kwenye njia. Umeona sasa, Yanga wamemwongezea yule, ni very good addition kwa sababu kwanza ataongeza hali ya kutojiamini kwa mabeki wakati wa, kati wa Al Ahly kwa sababu ukisha kuwa na striker ambaye unajaribu unamwekea unamwekea konga, anakubishia Mw. lazima utaogopa Kwenye situation yote ya kidunia, mtu yote ukimkazia, bado naye akakona kukazia, lazima utaanza eh, huyu anajiamini nini? Kwa maana hiyo, kwanza mabeki wa kati wa Lali watakuwa na changamoto siku hiyo pale katika uwanja wa Amaan, New Amaan Complex Zanzibar. Lakini pia additional ya, ya, ya mchezaji kama yule inafanya Yanga sasa wanakuwa wana imani pengine wanaweza kupata bao. Kumbuka Yanga wametoka kupigwa mbili bila, wapo wenye nafasi nzuri, lakini sio nafasi nzuri sana, kwa sababu chochote kinaweza kutokea Jeska Bill na mwenzake wote wana pointi moja moja n mm -hmm. Kama Yanga akifungwa tena na mmoja kati yao akapata pointi tatu, manake Yanga tena hata kuwa na pointi nne yeye peke yake. Kuna mtu alikuwa na pointi nne. Na zikija zile mambo so, hey, na na unajua Waarabu akisha ukishaanza kumuona, Waarabu akishaanza kuona kwenye side mirror tu inakuwa changamoto mm -hmm. Kwa hiyo mimi naona ni mechi ambayo Yanga anatakiwa kazi sana, anatakiwa wacheze kitimu. Uh, siamini kama individual brilliance inaweza ikasaidia kwenye mechi kama hii, kwa sababu mchezaji mmoja mmoja hawezi kupambana na wachezaji wa Al Ahly Kairo, lakini wakicheza kama timu kama ambavyo Benfica tumeongelea mm. Benfica amecheza na Real Real Madrid mi mm. namini Yanga wanaweza wakapata walau pointi moja katika mchezo huu lakini vinginevyo, uh, kila mchezaji akicheza kivyake mm. uh, inaweza kachangamoto japo naiamini mm. uh, namwamini, uh, namwamini mtu uh, wana, wana Yanga wanamwita sayansi ya mpira mwana sayansi uh, wa mpira bwana Kocha Goncalves mm. amekuwa uh, ni kocha ambaye anatuonyesha, ni kocha mzoefu, ni kocha ambaye anajua anachokifanya, ni kocha mm. ambaye anajua uh, kocha mzuri pia unamwangalia kwenye substitution, sababu atuoni uh, kwenye viwanja vya mazoezi, namna anamfundisha timu lakini kocha kampima, unaweza ukampima kwenye namna mbavyo anaweza akafanya mabadiliko uwanjani, namna mbavyo mpira ama mechi naendelea. Unaona kocha anaona hapa hapa Dube uh, apumzike aingie labda mudafi uh, labda, mm. labda uh, kibwa na shomari amechoka uh, sahivi badala ya kuingia uh, uh, Israel Mwenda basi niingize uh, winga nyingine. Yani kuna namna namnafnmana kocha huyu ana kuna kitu anakijua ama kuna kitu anaweza. Pia, Clement Mzize, mm, anaweza japo, uh. Na tukumbuke pia Mzize anaweza akaingia substitution. Kumbuka shaudi kwenye mazoezi mapesi mpesi na timu yake Yanga. Kwa hiyo mimi naamini wana variety au wana wachezaji mbalimbali ambazo wanaweza wakawasaidia wao kwa walau kupata walau pointi moja kwenye mchezo huu. Yanga anatakiwa ashinde mechi hii ili kuweza kujiwekea uh, nafasi kwa namna moja au nyingine, nafasi kubwa nikiangalia hapo, naona katika goal difference Yanga ana negative moja, kwa hiyo sasa ni changamoto kidogo. Na kwenye pointi uh, ana pointi nne, kwa hiyo inamaanisha akishinda hii game anakuwa na pointi saba, anakuwa kawaacha wafarabati na wengine jesikabrie. Anakuwa kawaacha nyuma zaidi uh, Yanga kuwa nyumbani na mechi kucheza mchana ni muda ambao Waarabu huwa wanauchukia sana, kwa sababu unamaliza sana maji wenyewe anasema unamaliza nguvu. Hii ina ina, ina nafasi gani kwa Yanga kupata matokeo? Wale kuchukia muda, nadhani si sababu ya kuweza kushindwa kufanya kile ambacho ataamua kukifanya leo, na tukiangalia kwa mpira kama wao mchana wanaochukia basi hata sisi kuna muda ambao tunaochukia. Yeah, mm. tunaongelea Yanga au Masimba, basi kuna muda ambao pia sisi tunaochukia. Yeah. Na nadhani ni kitu ambacho pia wao wanakitumiaga wakawa kwao, mm. kwao, nadhani kila mtu ashinde mechi zake, mm, lakini, mm. pia nafasi kubwa ya uh, hii game hapa leo tunaona hizi timu mbili tofauti, lakini mm, tukimwongelea Yanga, Yanga ndo mpima umri wetu hapa katika ligi kuu yetu, okay, ya Tanzania kwa hiyo na Al Ahly yee eh, ndio mpima umri, naweza tukasema tunaweza tukawa tunamtuma sasa hata kimataifa atoke <tis> yeah, hata nje ya Afrika kwa sababu yeah, ya ukubwa wake na kwaliti ya wachezaji na kama hivyo, uwekezaji kiufupi wa timu nzima unaweza ukaleta utofauti hapo kwenye uwekezaji. Kumbuka Al Ahly wao wana private jet, yeah. Yeah. Yeah, Cairo moja Man mpaka, uh, Zanzibar kwa moja ya, yani yeah, nadhani hiyo pia ni kitu kingine ambacho kinaweza kutengeneza utofauti wa hii game lakini mwisho wa siku tunakuja tu kumaliza kwenye pointi ile ile, kwamba kuna dakika tisini za hawa watu wawili ambaye sisi tutamwona yipo juu na tunamwona yipo chini wakakutana. Lakini mi nadhani Yanga bado ana nafasi nzuri sana ya kuweza kuonyesha kile ambacho alichonacho na sasa hivi nadhani hata washabiki wa Yanga nadhani tumeona, baada ya kupoteza gemu ya juzi, kuna kitu ambacho kadri siku zinavyoenda washabiki pia tunajiongezea mm. Tunakuwa tunaona yaani, sasa hivi tuna lile jicho la mpira kwamba hii tumepoteza kwa sababu tusingeweza kupata matokeo tuwategemea mm. kwa sababu ya watu tunaocheza nao mm. lakini kuna gemu ambayo tunaona kabisa, tunapoteza hii, tungeweza kupata matokeo ya mpira kama ni uzembe wa timu au changamoto fulani ya timu inaonekana. Lakini Yanga tunayoiona sasa hivi ni Yanga ambayo ikifungwa tunakubali kweli wamepoteza hii game, na ikishinda unakuwa umeiona Yanga inaonesha, na kadri siku zinavyoenda Yanga ni imara lakini bado inazidi kwa na mpango gani yao, <laughs> kwa kwa sababu tunaona hata sajili yao si mbaya, kama ulivyosema watu ambao wanadondoka pale asee mi nadhani hata wenyewe ahali katika maongezi yao kwa siku wanapitia kuangalia Sae. watu ambao wapo Yanga sasa hivi na namna gani ambavyo wanaweza wakawadhibiti kwao. Game kwa bado ni nyeupe kwa timu zote mbili, japokuwa advantage ya soka letu la Afrika tunaaminigi sana mechi za nyumbani kushinda. Naona Ulaya sasa inapotea, Barcelona anaweza kaja kuletea noma kwako kwa huko huko lakini, vile vile. Lakini kwa Afrika naona tuna hiyo sera kwamba bwana, nyumbani kwetu tutashinda, kwenu mtaamua nyini itakuwaji, lakini uzuri wa Afrika wakuongezea yeah. ni kwamba mcheza kwa utungo. sana yeah utungwapia sure, Afrika na mwingi unachezwa nje ya yeah. uwanja tofauti na uh, wazungu ambapo uh, Slavia Prague kumbishia Barcelona pale Prague ni ngumu sana mm. mm. uh, kutokana na ubora jinsi ulivyo lakini Afrika uh, timu kama Asante Kotoko ya Ghana unaweza mm. kufika pale Kumasi Uh, uh, ukashindwa kupata matokeo uh, ya ushindi pointi tatu fitness, na lakini jambo la kushangaza ni kwamba timu zetu za, za Afrika hizi mm. zipo tayari kupata hizo fine zipo tayari kupata hizo lawama, lakini kuhakikisha kwamba wewe utajua kwamba mimi nipo nipo nyumbani. Mwanzoni tulikuwa tunalalamika sisi mara nyingi timu zetu za Tanzania zikienda nje ya mipaka ya Tanzania mimi uh, nilichokuja kufurahi uh, na sisi tumeamua kubisha sasa. Tumeona matukio mengi sana ya, ya, ya timu zinazotoka nje ya mipaka hmm, yetu mm, ili kwenye mashindano ya kimataifa na zingine zinaletea ubaya. Kuna timu kama sio mwaka jana mwaka juzi ilikuja hapa uh, basi ilivyopaki tu uh, kuna mashabiki wakaenda pale wakamwaga damu kama sio ya paka paka sio ni ng'ombe, lakini wakamwaga damu ile. <laughs> yeah. <a> psychological <laughs> waliwachanganya tu, wachanganyikiwa wachana kabili wapite kwenye madirisha ya mabasi aace <laughs> kitu kama kile kinawashusha moral wa wachezaji yani, kwamba hapa tutaona kweli watu wamwaga damu ya paka, umeona. Kwa hivyo vitu kama vile bado vitaendelea kuishi sana kwenye mpira wetu wa Afrika kutokana na pale pale tamaduni zetu zinaturuhusi sikufanya vitu kama hivyo, na sisi kama mashabiki wa mpira wa Afrika tunapenda uh, drama kama hizo, ndio vitu ambavyo pia vinaleta juu msisimko. Kuna moja kati ya historia zamani huko, nadhani ni game za UEFA, nilishasomaga historia moja, kuna timu iliendaga kucheza nyumbani, lakini walianza wao kufatwa na hivi vitu. Najua bwana soka lipo, hizi tabia zipo kila sehemu, dunia nzima, na hii inatokea dunia nzima, sisi hizi swala sisi huko tunaweza tukasema maswala ya damu afu mm. wazungu wamwambia spray kapulizia mm. nini. Unajua ni tofauti tu wa hivi vitu ambavyo tunaifanya, lakini ile game ilikuwa jamaa walivyokwenda kwa jama wenzao waliletewa hizo changamoto za hapa na pale mm. lakini sasa walivyokuja kuwakaribisha wao wale kwao, ah. unaombolezwa, zilikuwa zinapigwa fataki kuzunguka ile hoteli walolala wale jamaa, sekunde sekunde tu na tunasherekea, na uwezi kuwakataza, labda kuna kitu fulani Kwao ni vitu ambavyo nadhani vinatofautiana tu kwenye uh, uchezeshaji wa akili kumvuruga mtu na, na, na, na jambo zuri mm, hata, yeah, hata mamlaka za kiusalama za mm, nchi husika mm, unakuta zinaona lakini haziwezi kuingilia, zinaona lakini hazifanyi chochote, yeah. Mfano uh, mfano juzi tu hapo, tutolee mfano wa karibuni wa AFCON mm, umeona namna vo uh, timu uh, zinakuwa zinafanyiwa, unakuta timu labda inashindwa mabegi ayatoke yapoti Hmm. Sita kuamini kwa, kwa tim uh, kwa nchi kama Moroko ambayo iko very advanced uh, technologically kwamba itashindwa kujua bwana, uh, wachezaji hawa wa timu ya taifa sa ya Burkina Faso mabigi yao yako wapi lakini e, na madhumuni tu ni katika kule kuchanganya akili kwamba e, yani unakuta hata mamlaka za kiusalama ama mm. mamlaka mbalimbali zinazogava nchi hiyo husika zinaruhusu mambo yale yatokee, yeah. Ndio hicho kitu ambacho nafanya mpira wa Afrika siku zote, utabaki kwa mpira wenye msimuko sahihi, na ni, Yeo, kwa Heo. Sababu tukiangalia hata hii AFCON hapa imeisha lakini watu tunavyoambiwa inakuja bongo na mtakuja <laughs> <laughs> <Sure>. <laughs> hey, tutakutana kabisa Morocco ama Niger mtakuja nyumbani tutakutana <laughs>

Hao Waarabu wanaokuja mataulo mataulo kwetu, itakuwa ngumu kwa sababu kumbuka, tuko kwetu. Kule walikuwa wanaweza kufanya chochote kwa sababu kwao. Kule ni kwao, Bull Boys ni kwao. Sasa huku Bull Boys mmoja ametoka Mwembe Chai, mwingine ametoka Ilala. mm. uh, inakuwa ngumu. mm. uh, inakuwa ngumu. Lakini kwa ndio hilo nasema mcheza kwao utunzwa. E, mcheza kwao. Eh, kwa huko kwetu sasa, kama ni Val tumepata penalty tukio kama lile la bwana Edinardo Ah, lazima bwana viala iende icheki bwana. Tuna kitu cha kujifunza kwenye. Lakini pia pamoja na yote ya nje ya uwanja mm. tujifunze kitu chanya kutoka kwa wenzetu, hasa Morocco. Pamoja na yote lakini, Morocco kwenye mechi zao washabiki walikuwa wanafika sana viwanjani. Ili hata namtengenezea pressure hata muamuzi wa, wa mechi. Namna ambavyo watu wakizomea akifanyaje. Kumbuka mechi ya fainali na Senegal katika uwanja unaingiza watu elfu themanini zilitolewa tiketi mia mbili tu za wa mashabiki wa Senegal, yaani tiketi mia mbili tu kwenye elfu themanini. Hiyo inakuonyesha tu wazi hmm, ile namna ambavyo kwanza fitna lakini pia sio kama wanacho tiketi mia mbili zingine hazipo, tiketi zingine wanakuja kweli wa Morocco uwanjani yeah, ili inatoa intimidation kwa wachezaji wa timu pinzani hmm, lakini pia kwa refa unajua unaangala juu kule, uh, taifa cheki yeye, watu wanapiga mm. Maguzi watu wanafanyaje? Mm. watu wanapiga lezi, lakini watu wapo mona. Sasa taifa hapa pamoja, tukifanya vitu vyote lakini uh, refa na cheki juu, unaona uwanja una magepu -ma -ma kibao mm. Hata ile hali ya kuintimidate inakuwa haipo kwao. Tunajifunza pia, tuupende mpira wetu, tusio kwenye maneno, tufike viwanjani mm. Tusupport timu zetu. Nadhani mashabiki wa soka wanala kujifunza hapa sahihi, unapotoka uh, kwenda uwanjani kwanza vibe. Lakini pia kama huko nyumbani tu umetulia, chukua tiketi yako mapema, panda zako boti Zanzibar, tukajaze uwanja pale. Mimi naamini Wazanzibari pia wengi sana ni mafundi sana wa mpira na, na wanajua Saibu sana na wanapenda sana mpira wa kwa namna moja au nyingine, hasa ndugu zetu Wazanzibari wajaze uwanja pale, tuhakikishe kwamba ule uwanja mzima mpaka wao wanapata nafasi ya mashabiki zao labda wanawezekana wakawa kumi, kumi, jee, re, papatu, papatu, na tano tu kwa ajili ile papatupapatu za uongo na kweli ionekane kama imetolewa nafasi. Asante na kwa kuendelea kusalia nasi mdau wetu, na sasa ni muda wa maokoto maokoto mida ya pesa mida ya kubeti na kubeti, mikaka yetu tunaweka www.sokabet.co.tz pale, ndio kuna odds kubwa na pale ambapo tunaweka mikaka yetu na kupata maokoto E, najua leo na mikeka yetu pale mizuri kabisa ambayo mtu anaweza akaweka na akapata maokoto kwenye moja na mbili. Kuedit inaruhusiwa, jamani eh? E, ukipoa mkeka una ucheki hivi, una edit toka hapo, unaweka dau lako pale, alafu baada ya hapo unasubiri maokoto yako Sai. Karibu kwenye mechi za za, za leo ebana, mechi ee, za leo za Jumamosi, kwanza na mm, mambo mawili. Jambo la kwanza uh, ukiona beti uh, mdau mm, wa kubashiri hakikisha kwamba kitu nacho beti ni kitu realistic ya, da, ni beti, kitu ambacho uh, kina probability ya kutokea mm, uh, uh, naweza kusema hivyo kwa sababu ikitokea umechania umempa Real Madrid ashinde uh, mbele ya Albacete Uh, mm. Labda jaribio la pili kufana kwenye Copa del Rey na Madrid hakufanikiwa kushinda, huwezi kujisikia vibaya sana kwa sababu kwanza, unabeti kitu ambacho ni realistic, kitu ambacho mm. kinaweza kutokea. Umeona, kwa asilimia nyingi, kwa sababu wewe sio Mbappe ama wewe sio Erling Haaland, kwa Man City unajua kabisa, <laughs> goli litatokea. Umeona, kwa hiyo kwenye mechi za Jumamosi mimi nina ugi zangu mbili hapa ambazo na unaweza na unaweza ukawa Mbappe au Haaland na bado na unaweza ukawa Mbappe au Haaland, lakini kuna siku mbaya kazini. Kwa hiyo kwanza unahakikisha kwamba una beti vitu ambavyo viko realistic, hiyo la kwanza, lakini pia unahakikisha kampuni unaobashiria no, ni kampuni ambayo haina mbambamba kwenye swala la mechi. Sasa hapa tunaongelea soka mbona, umeona, kwa hiyo kwa siku ya Jumamosi. Uh, na odi zangu mbili Udi mbili mechi tatu, mm. mechi ya kwanza kabisa ni kati ya klabu ya Dar es Salaam Africans dhidi uh, mm. ya Al Ahly Cairo mm. mechi hii ile, kwa namna yoyote ile siamini kama yanaweza magoli manne. mm. uh, kwa pale Sokabeti kuna mechi ya uh, Yanga na Al Ahly mm. uh, kuna option ya under 3.5, option ya under 3.5 ina odi ya 1.22. kwa mimi kwenye mechi hii nimeweka Uh, mechi ya Yanga na Al Ahly magoli ya siw manne yakiwa matatu sawa, bado uko vizuri, ndio kwanza. Mechi ya pili ni kati ya Barcelona na Elche. Barcelona amekuwa mm. na msimu mzuri sana, uh, msimu huu, uh, kama una, ume, umeona hata El Clasico uliopita, pia ametoka kumgusa Real Madrid. Barcelona anacheza uh, mm. ugenini mbele ya Elche. Sioni Elche wakipata nafasi yoyote sasa, uh, kwa soka bet, na kitu boosted odds Uh, boosted odds pale maanake kwamba sisi odi za soka bet tumezibusti zaidi kuliko makampuni mengine, tumezongezea mm. nyama kidogo kuliko kampuni nyingine, na Barcelona kushinda mbele ya Elche na odi ya 1.6. Mechi ya tatu sasa ni mechi ya Bayern Munich, dhidi mm. ya Hamburger mm. SV. Na uh, bahati nzuri sasa hivi huu ni msimu wa mshahara mechukua zako pale mlako umeweza mm. kwa lidabu hapa bwana. Oh, chache kabisa o. Kwa mechi ya kwanza mechi yanga na Al Ahly unaweka under 3.5 mechi ya pili kati ya Barcelona Elche unampa mm. Barcelona shini, mechi ya tatu ni mm. Bayern yeah, Munich yeah, na Hamburg SV. kumbuka uh, kabla ya draw uh, kati ya Bayern Munich na PSV yeah, uh, mechi otoka ya ligi Bayern alifungwa na Augsburg, mm. Ni habari mbaya kwa wawekezaji wengi duniani, na kumbuka kwanza Bayern Munich alikuwa mm. uh, ajapoteza kwenye msimu wa au ligi kuu ya Ujerumani, Bundesliga, lakini kwa mara ya kwanza alipoteza. Mimi naamini mechi hii, japo watakuwa ugenini, lakini mechi hii watatafuta kurudisha makali yao, kurudisha ubabe wao, kujenga heshima yao mm. uh, kwa sababu kwanza kwenye mechi mbili mm. hajapata matokeo ya ushindi, wamefungwa na Augsburg wamedrow na PSV dakika za majeruhi. Kwa mechi hii uh, dhidi ya Hamburg SV Mm. mtu ambaye ana nafasi kubwa ya kurudi tena Bundesliga tu, siamini kama Bayern Munich hapo kwenye kodi ni kutajia tu kodi mdao. Ukifika sokabet.co.tz kwenda uh, kuipes tu ni FWK kumi na nane kama unavyoiona sahihi sawa sawa.